Sijawahi kuuona hata siku nyingine vurugu zilizotokea kama kipindi hiki cha chaguzi za mwaka huu, na asilimia kubwa athari nyingi imetujia hata sisi wa machinga. Huku tumeipata athari, kwanza biashara hatujafungua toka tarehe 29, hatujafanya kazi yoyote. Tumepewa zuio la kukaa ndani tu, hakuna kutoka nje. Kwa hiyo hayo ni mazingira ambayo tayari moja kwa moja yametuathiri, na wakati huo sisi wananchi ni mtu wa kuamka ndio apate kula jioni, lakini unapokuwa umeshamzuia zuio linakuja kwa ghafla hilo, kwa kweli limetuathiri sana wa machinga. Tunachoshukuru toka rais alivyoapishwa jana kuondoa zuio hilo, leo tarehe nne, asilimia kubwa ya machinga tumeingia kazini na kazi zinaendelea Kariakoo na maduka baadhi yake wamefungua kazi zinaendelea. Kwa hiyo wito wangu kwa watu wengine ambao bado wamachinga wajawaja mjini waendelee kuingia mjini, amani ipo salama, huko wa kutosha, hakuna mambo ya vurugu vulugu. Uwe na- natoa wito waje, tuanze maisha mengine yaendelee. Ninaamini sehemu kubwa tumeathirika, hili tulisitokee tulisi, tulisi, o, hata ndugu zetu ambao mna changamoto juu ya serikali, basi kama rais aliposema yuko tayari kupokea kile ambacho mtu anacho aende akifikishe. Basi kwenye hili, kama Rais pia alikubali kuwapa ruksa, kusiwe na vizingiti vikubwa sana kusikiliza yale maoni ya watu ambao wanahitaji katika nchi yetu. Sisi ndio wenyewe, hakuna watu wengine. Tanzania ni moja na Watanzania ni wamoja, na Tanzania wanapenda amani na upendo na utulivu katika nchi yetu. Nawaasa vijana wenzangu, maana asilimia kubwa walioathirika ni vijana wenzangu, na mimi wenye umri wa kwangu mimi, wa chini yangu na walio nizidi kidogo, wao ndo wameathirika sana, kwa sababu wengine walikuwa wanafuata mkumbo, wengine wakisikia pia wasema, na na mimi nitaenda kupata kitu pale. Mwisho wa siku wanaingia kwenye matatizo, ambao hawakufanya nini, hawakuyatarajia. Wanawapa shida wazazi wao, leo wamewacha, wanalia, wanateseka kwa ajili ya watoto wao. Wengine wameacha familia zao, wanateseka kwa sababu ya kufuata nini, mikumbo. Kwa hiyo tuache hivi vitu Nafikiri njia sahihi, kama tunaona kuna jambo aliendi sawa, kwa viongozi wetu, viongozi wetu ni sisi, ni wasikivu sana, tunaweza kufuata viongozi, tunaweza kwenda kwa mkuu wa wilaya, kwa mkuu wa mkoa. Kama pale kwa mkuu wa wilaya wa Ilala, yeye alikuwa na utaratibu kila Alhamisi anasikiliza kero za wananchi. Kwa hiyo tulikuwa tuna uwezo wa kwenda tukatoa kero zetu. Mimi nafikiri wasikilizaji watatusikiliza na yeye atatupelekea kwenye ngazi zinazofuata.